Nita MC piripiri washawasha wa washa. Oh my gosh, MC wa dunia, kuhani <laughs> wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unaelewa nini kuhusu kibali? Unajua <laughs> kibali ndio kitakifanya huwezi kuonekana. Kibali ndio kitaita watu waweze kutoka mashariki na magharibi waje wewe ulipo. Je, Kibali chako bado unacho? Unajua, kibali ndicho kilifanya uh, mfalme Daudi akafuatwa mpaka kule machungoni, alafu akamiminiwa mafuta kwa sababu alikuwa na kibali. Na kibali ndicho kinakifanya uweze kuonekana. Je, uoni na mtu yoyote mpaka leo? Unafanya biashara yako, hamna mtu yoyote anayekuona. Kuna kibali umekipoteza. Sasa tukutane siku ya tarehe kumi na saba hii, ijumaa hii, kuanzia saa tisa mchana kwa mwalimu kuhani Musa Richard Mwacha pale Kimara Temboni, ili uweze kuja kupata sio mafundisho tu, lakini pia uweze kupata maombi na maombezi, ili uweze, tuweze kutoa alile wingu kubwa ambalo limefunika kibali chako, pengine limesemwa na laana ambazo ulipewa ama na vitu vingine vibaya ambavyo ulipewa. Kuna kitu kinakufunika na ndiyo maana unafanya jambo halionekani. Isaya sitini msara wa kwanza unasema inuka, uangaze, maana nuru yako imekuja. Sasa kwa nini imekuja? ilikuwa wapi? Ulikuwa umefunikwa na kiza. Siku ya tarehe kumi na saba kiza kilichofunika kibali chako kinatolewa na Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Mwalimu wetu kwani Musa Richard Mwacha atakupa mafundisho ambayo yatakuweka huru na maombi na maombezi ambayo yatafungua vifungo ulivyo navyo. Tukutane kimara temboni. Unakuja na giza, unaondoka na nuru. Unakuja wewe kama ulivyo, ulivyo tu, unaondoka na kibali chako ambacho Bwana alikiachilia kwenye maisha yako sikosi.